DW. Sura ya Ujerumani. Kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya wanasiasa nchini Ujerumani. Wanasiasa hao wamekuwa wakikumbana na matusi, kuchafuliwa na hata kutishiwa vifo. Ni wakati mivutano ikizidi kuongezeka, wakati huu wa kampeni, taifa hili likijongea chaguzi kadhaa, ukiwemo uchaguzi wa baraza ya wilaya na bunge la Ulaya. Natumaini hujambo wa msikilizaji, karibu ni kufahamishe hayo yote katika sura ya Ujerumani. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Licha ya Ujerumani kuwa na sifa ya uhuru na demokrasia, habari mbaya ni kuwa mtu yeyote anayejishughulisha na siasa kwenye nchi hii yuko hatarini. Kulingana na ofisi ya makosa ya jinai ya shirikisho, tangu kuanza kwa mwaka 2024 wanasiasa 22 wameshambuliwa na kudhuriwa miili yao. Idadi hii ni kubwa ikilinganishwa na mwaka mzima wa 2023 ambao wanasiasa 27 walifanyiwa uhalifu huo. Tukio la karibuni zaidi ni kushambuliwa kwa mwanasiasa wa chama cha SPD cha kansela Olaf Scholz mwanasiasa huyo Matthias Ecke alivamiwa na washambuliaji waliokuwa wamevalia mavazi meusi wakati alipokuwa akibandika vipeperushi vyake vya kampeni za uchaguzi mjini Dresden. K Anders ni msemaji wa polisi idara ya makosa ya jinai katika jimbo la Saksoni. nachdem sich am baada ya kijana wa miaka 17 kujisalimisha polisi Mei tano, uchunguzi umebainisha majina ya watuhumiwa wengine wawili, na kupitia amri ya mahakama ya Dresden nyumba mbili zilipekuliwa na pia watu wawili walikamatwa. Kufikia jioni tulimtambua pia mtuhumiwa wa tano. Alikabidhiwa pia kwa polisi na makazi yake yalipekuliwa. Watu wote hao ni vijana wadogo wenye umri wa kati ya miaka 17 na 18 kulingana na, na taarifa ya polisi. Mmoja wa vijana waliokamatwa alikutwa na nyaraka za wafuasi wa siasa kali za mrengo wa kulia. Habari njema ni kuwa baada ya kufanyiwa upasuaji, Matthias Ecke mwenye miaka 41 sasa anaendelea vizuri, akiuguza majeraha baada ya kuvunjwa taya na kuumia kwenye jicho. Miezi michache iliyopita washambuliaji walivamia nyumbani kwa Michael Muller wa chama cha SPD. Muller anasimulia kuwa hakuwepo nyumbani siku ya tukio, lakini alikuwa na wageni ambao ni familia iliyomtembelea iliyokuwa na watoto wawili. Mtaalam alifika hapa nyumbani kuangalia kilichotokea. Mlango wa mbele ulichomwa moto, pia tairi kwenye gari lilichomwa moto. Taa zilikuwa zimewashwa nyumbani, kuna mtu alitakiwa kuuawa. Kimsingi, shambulio lile lilikuwa jaribio la mauaji. Uh, yeah. siku chache kabla ya uvamizi huo, Mula aliitisha maandamano dhidi ya siasa kali za mrengo wa kulia. Kamati maalumu imeundwa kulichunguza shambulio hilo. Mwanzoni mwa mwezi wa tano Waandamanaji wenye hasira huko Brandenburg walilivamia gari la makamu wa rais wa bunge la Ujerumani, Katrin Goring Ekart, mwanachama wa chama cha Kijani. Hayo ni baadhi tu ya mashambulizi yanayotia doa demokrasia ya Ujerumani. Mtaalamu wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha jeshi cha mjini Munich, Yasmin Riedel, anaeleza ni kwa nini hali hii imeshamiri Ujerumani. Ni wazi kuwa washambuliaji hawaridhishwi kwa kiasi kikubwa na siasa. Siasa zinaonekana kuwa ni kitu kisichokidhi matakwa yao na mitizamo yao. Tukiliangalia kwa undani zaidi, tatizo hili ni kutokana na ukweli kuwa watu wako tayari kufanya hata vurugu katika kudai maslahi yao. Na haya ni maslahi gani? Ni maslahi yanayosababishwa na kutokuridhishwa na hali ya kiuchumi na maswala ya kiutamaduni. Hali hii imekuwa ikifukuta kwa miaka mingi. Kutokana na hofu ya kushambuliwa, baadhi ya wanasiasa sasa wameamua kuchukua hatua za ziada kujilinda, mojawapo ni kuhakikisha kuwa hawatoki nje peke yao. Wapiga kampeni wamepewa mafunzo ya namna ya kuzungumza na watu kwa utulivu na kudhibiti hasira zao wanapotupiwa maneno ya kuwakasirisha. Vitisho hivi na mashambulizi ya aina zote yakiwemo ya mwili na maneno yanalaaniwa kote Ujerumani. Hivi karibuni, kansela Olaf Scholz alitoa kauli yake kukemea mwenendo huo, akisema kuwa nchi hiyo haiwezi kukaa kimya wakati wanasiasa wakishambuliwa. Uns... mashambulizi dhidi ya demokrasia yanatupa sote wasiwasi wasi. Ndiyo maana hatuwezi kukaa kando pale maafisa wa umma wana kampeni au watu wanaojitolea kwenye shughuli hizo wanapovamiwa kikatili na vipeperushi vya uchaguzi wa Ulaya vinapoharibiwa. Jibu moja ambalo kila mmoja wetu anaweza kulitoa kila siku ni rahisi, nalo ni nendeni mkapige kura. Uchaguzi wa Ulaya utafanyika Juni tisa na tayari kura zimeshaanza kupigwa kwa njia ya posta kwa mara ya kwanza Ujerumani vijana wa miaka 16 na 17 pia wataweza kupiga kura. Ombi langu kwenu ni kuwa mshiriki. Ulaya yetu yenye umoja haiwezi kuachwa mikononi mwa wanaotaka kuiangamiza. Um, licha ya maneno hayo ya kutia moyo ya Kansela Scholz, baadhi ya wanasiasa wanahofu juu ya mwenendo mzima wa mashambulizi dhidi yao. Chama cha siasa cha Piraten kipo katika harakati za kuelekea uchaguzi wa Ulaya. Mwenyekiti wake na mgombea katika bunge la Ulaya, Lukas Kufner, pamoja na hofu hiyo, anazitaja hatua walizozichukua ili kujilinda dhidi ya wavamizi. Imebidi sasa chama kiwaombe watu kusaidia kubandika viperushi. Tumesikia kuwa mwanachama wa SPD alipigwa usiku huko Dresden alipokuwa akibandika viperushi vyake vya uchaguzi. Sasa hivi wanasiasa wanachokifanya na kuibandika mitaani wakiwa wawili ni kwa sababu walau kufanya hivyo wanakuwa salama zaidi. Lakini inaweza kusema watu wasitishike, kwa sababu hicho ndicho hao wenye nia mbaya wanachokusudia kukitimiza, yaani kuwatishia wapenda demokrasia kwa vitendo kama hivyo. Chama kinachoongoza kwa kupatwa na visa vingi vya mashambulizi dhidi ya wanachama wake Ujerumani ni chama cha kijani kinachoshiriki kuongoza serikali ya Kansela Scholz kiliripoti visa 1219 mwaka uliopita ambavyo ni mara saba ya matukio ya aina hiyo walioyaripoti mwaka 2019. Kinafuatiwa na chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kilichoripoti visa 478, huku chama cha Scholz cha SPD kikiwa na matukio 420 ya kushambuliwa. Moja ya matukio mabaya zaidi ya kisiasa ni mauaji ya mkuu wa utawala wa umma wa mji wa Wolfhagen Ester, bwana Walter Lupke aliuawa mbele ya nyumba yake Juni pili mwaka 2019 kwa kupigwa risasi kichwani na mfuasi wa siasa kali za mrengo wa kulia Stefan Ernst. Wanachama wa SPD na chama cha Kijani pamoja na vyama vingine vya siasa Ujerumani vimekuwa vikikilaumu chama cha AfD kwa kuzorota kwa hali ya usalama wa wanasiasa na ongezeko la mashambulizi kutokana na misimamo yake mikali. Hata hivyo, chama hicho kimekanusha tuhuma hizo. Mwenyekiti mwenza wa AfD Alice Weidel alisema hivi karibuni kuwa majaribio ya kutumia habari za mashambulizi na vurugu ili kujinufaisha kisiasa yana nia ovu na si ya uwajibikaji. Mtaalamu wa sayansi ya siasa Yasmin Reeder anasema kuwa ana hofu kwamba huenda mashambulizi kwa wanasiasa yasitoweke kabla ya kukamilika kwa chaguzi zilizo mbioni kufanyika Ujerumani na katika bunge la Ulaya. Mkuu wa idara ya demokrasia katika taasisi ya Cuba ya mjini Hamburg, Sven Teslaf, hata hivyo, anasema kuwa Ongezeko la mashambulizi ya kisiasa limekithiri tu si Ujerumani pekee bali pia Ulaya na Marekani kwa ujumla. Naam, kufikia hapo msikilizaji, sura ya Ujerumani haina la ziada leo. Tumeangazia ongezeko la mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa Ujerumani. Shukrani kwa kuwa nami, jina langu ni Angela Mdungu. Mpaka wakati mwingine, na kuaga kwa heri.